Yangu, na wewe. Bwana Yesu akae nanyi. Tumekusanyika hapa jamii ya mtumishi wa Mungu aliyetotangulia Joseph Soet, watoto wake wa mama, ndugu na dada na ukoo tumekusanyika hapa kwa nguvu za Roho Mtakatifu kulisifu jina mtakatifu la Bwana Yesu na kusikia neno lake. Tumekuja tushirikiane habari njema za utukufu na neema zake, pia kuombea mahitaji yetu na wanaoteseka kote duniani, kadhalika tukifurahi katika pendo na amani yake. Tumekuja hapa pia kwa ukumbusho na kusherekea maisha ya mtumishi wa Mungu aliyetutangulia na tukiomba Mungu atupe nguvu na ujasiri katika maisha haya, tu warithi wa baraka za Mungu wa Mungu. Mtu mwovu akiachana na uovu aliyotenda na akatenda mambo yaliyo haki na sawa, huyo atayaokoa maisha yake. Msirarue mavazi yenu kuonesha uzuni bali mrudieni Bwana Mungu kwa toba, kwa moyo wa toba mrudieni Mwenyezi Mungu, Mungu wenu. Wewe ndiye asili ya uhai, kwa mwanga wako tunaona mwanga, tukisema ya kwamba